Jina anaitwa Farida Amildeusi ni afisa uh, kilimo kata ya Mondo. Siku ya leo tupo na watu wa Inadesi ambao tumefanya nao kazi kwa takribani miaka mingi, na katika zoezi au shughuli zote za kilimo tumefanya shughuli nyingi, lakini kwa sasa tunaongelea kuhusu mbegu za asili, mbegu ambazo zimeanza kutumika au tulizikuta sisi zinatumika tangu mababu, kwa tofauti ya mbegu za, za, za asili na mbegu za kitaalamu Mwanzo wakati tunakuja mbegu za kisasa kwa huku hazikuwa nyingi, lakini ndio mbegu ambazo zilikuwa zinatumika na zilikuwa zinastahimili sana. Kwa watu ambao tunaenda kuingia mashambani, mara nyingi ulikuwa ukikuta mbegu ya asili pamoja mdamrefu, na kwamba inachukua muda mrefu, lakini wadudu hawakuwa wengi na zilikuwa haziharibiwi na wadudu. Kwa swala la kuharibiwa na wadudu au magonjwa, ilikuwa ni kitu ambacho hata maduka ya madawa hayakuwa mengi, kwa sababu hakukuwa na uhitaji wa hizo viuatirifu. Lakini baada ya kuanza kuletewa mbegu za kisasa za muda mfupi, nyingi kwanza zinaharibiwa na wadudu kuanzia shamba, na hata uonekanaji au upatikanaji wa wadudu wapya vamizi wengi wameanza kuonekana baada ya kuletewa hizi mbegu za kisasa. Unakuta mahindi hata kama yameshalimwa au kitu kingine kimelimwa, wakati wa kukomaa kikifika, kabla hujaondoa kupeleka galani, tayari wadudu wameshaanza kuharibu baadhi ya mbegu. Unaweza ikakaukia shamba, lakini hata kuikwangua punje inaweza katoa pumba au unga wakati bado hujaitoa shamba. Kwa kuna tofauti kubwa sana kati ya mbegu za asili na mbegu za kisasa. Ukienda kwenye upande wa ladha, mbegu ya asili ya aina yoyote ina ladha nzuri zaidi na ni salama kuliko mbegu ya kisasa. Majina mimi naitwa Omari Hassan Mkuyu, natoka kijiji cha Waida. Kwa kweli kwenye siku hii ya leo ya mafunzo haya ninashukuru sana kwanza, shirika la Inades kuweza kutuwezesha kupata elimu hii, wakati tayari watu tulikuwa tumesha zama au tuliingie porini kuzama kwenye mbegu za kisasa ambazo zinazotupeleka sehemu ambayo sio. Lakini kutegemeana na upeo wa Inades kujaribu kuangalia kwamba hawa wakulima tuwafanye nini, ili angalau warudi kwenye mbegu zile za asili na jinsi gani ili waweze kufanya, ndio maana wakafanya kutukutanisha sisi, kutuita watu wachache kutoka waende kuunganisha na watu wa daki angalau kidogo, tukisha rudi taenda kutoa elimu hiyo kwa jamii ya Waida ambayo iliobaki. Kwa hiyo mimi kwa leo hii napenda niseme hivi, Inades tunashukuru sana kwa kuweza kuandaa mafunzo hayo, kwa mimi binafsi kwanza, kwa kuweza kunipendekeza mojawapo jina kati ya majina ambayo waliohudhuria kwenye mafunzo haya. Sasa mafunzo haya nina imani kwamba nitaondoka na kitu fulani kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine ya tatu. Na mafunzo hayo niliyoyapata nikisha rudi nitafanyia kazi na nitajaribu kusambaza elimu hii kwa jamii au kwa ukulima wa kijiji changu cha Waida na ili kuweza kufanyia kazi. Ni Michael Kiwele, ninafanya kazi katika shirika la Inades Formation Tanzania. Shirika ambalo uh, ni mdau wa maendeleo, shirika lisilo la kiserikali lenye ofisi yake Dodoma Area C. Shirika letu linafanya kazi ya kutoa elimu tunasema ni shirika la mafunzo ya masuala ya kilimo, ufugaji na utunzaji wa mazingira. Na katika siku ya leo tulikuwa na shughuli shughuli ambayo ilikuwa ni hitaji la wakulima katika kusaidia eh, kutambuliwa kwa mbegu za asili, imekuwa ni hitaji la muda mrefu, na tukasema tuchukue nafasi na hii kuweza kuwa na wakulima kwa muda fulani kuweza kujadili, kuangalia nini ni madhara ya kupotea kwa mbegu za asili na nini kifanyike. Kwa hiyo wakulima wameweza kutoa uh, mawazo yao tofauti kuhusiana na madhara ambayo wanayaona yanaendelea yana, yana au yanatokea kutokana na kupotea kwa mbegu za asili, lakini pia wametoa mapendekezo ya nini kifanyike. Na labda, kama mimi kwa upande wangu kama mtaalamu wa kilimo, ningeweza kusema jambo moja. Tunatambua nchi yetu ina sheria ya mbegu na sheria hii ya mbegu imekuwa na maboresho ya mara kwa mara, maboresho ambayo kwa mara ya mwisho imefanyika nafikiri, miaka karibu haijapita hata miaka sita. Na bado pamoja na kwamba maboresho haya yamefanyika, mchango wa mbegu za asili haujawekwa kipaumbele. Tunafahamu Tanzania zaidi ya robo ya pato la taifa inachangiwa na kilimo. Kilimo ni uti wa mgongo t zaidi ya robo ya pato la taifa inachangiwa na kilimo, na zaidi ya asilimia 65 ya mbegu ambazo zinatumiwa kuchangia pato hili la taifa ni mbegu za mkulima, lakini kwa bahati mbaya sana mbegu hizi zimekuwa zikipotea hivyo ambavyo kama ambavyo imewasilishwa imepelekea kuwa uh, na changamoto mbalimbali ambazo zinahusika kwenye masuala ya upatikanaji wa lishe ma, chakula ambacho ni, ni lishe na, lakini pia kupunguza gharama za mkulima, hususani kwenye upande wa kupiga sumu za kulia wadudu pamoja na uhifadhi pia. Kwa hiyo mimi ninapopata nafasi ya kuweza kushauri kama hivi, naweza kusema kwamba serikali, hasa wenzetu wenye maamuzi sisi wadau, mimi uh, nikitokea shirika la Inades, tunapendekeza pamoja na uwepo wa sheria hii ya mbegu, lakini kungekuwepo na utambuzi, ni dokumenti au tuseme ni mwongozo au utambuzi wa uwepo wa mbegu za asili tunajua